Habari za wakati huu na karibu katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo. Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo ya magharibi mwa nchi yetu pamoja na mkoa wa Rukwa, maeneo haya yatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache, wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, mifumo ya upepo inaisha pwani inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita ishirini kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa pamoja na ziwa Nyasa, lakini pia kwa kasi ya kilomita thelathini kwa saa kwa ukanda wote wa pwani, na hivyo hali ya bahari inatarajiwa kuna mawimbi makubwa kiasi, na mifumo ya anga bado inaendelea kuonyesha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 Dodoma vipindi vya jua vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya mvua na ngurumo pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Kilimanjaro, vipindi vya jua vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Morogoro, vipindi vya jua vinatarajiwa lakini pia hata kwa Arusha vipindi vya jua vinatarajiwa. Na kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebecca William, tukutane hapo kesho muda wakati kama huo.